tufanye kumi na nne. Sawa, kocha. Kocha, mimi nataka kujua hili labda kwa nini comedian namjionekana kwenye ligi na mnakuja kuonekana leo mnacheza kwenye final? Ah, kwa sababu hata sisi kwanza tulikuwa na mpango wa kuingiza timu naini taarifa, tulichelewa kupokea kwa sisi timu tunayo siku zote ya tayari ya comedian. Kwa leo tukasema, kwa sababu ni mechi ya ufunguzi tuwaonyeshe kitu ambacho mmekosa mashindano yote. Leo leo comedian mnacheza na nani? Kwa hiyo na wale wale ni best eti tuwahitaje wale tunaocheza na nini? Ni watu walioshindwa, maana wengi waliokuwa wameshawahi kushinda. Tunasema hawawezi kushinda. Yaani comedian na na na musician, si ndio? Wale ni imba. Angalia hapo. Mkaba nani? <coughs> Nakubadilishia nakupa hamnis kama takuepuwa. Ah, hiyo wasanii wote ambao timu zao zimetoka i wamejiunga ya wote wasanii ambao wote walitoka akiwemo manaisi akiba na timu utimu tamata cholomwamba wote wale leo watakuwa timu moja. E, yani kwa sababu wanaisi wapo walifungwa bankifaya, kwa sisi tutawafunga tena, labda liodi watu wanajiuliza, labda n uh, kitu gani wewe zangia hii ligi imeanza mpaka sahivu naelekea ukingoni ambacho umevutiwa nacho? anafikiri ni kwanza, imekuwa ni sehemu ya burudani sana, kama unazingatia hmm. imekuwa ni network. Yani wale wasanii ambao ukiwa ukiwa kumentia insta wajibu, leo unaweza kumrukia tu huko ndani. Imeleta hmm. network kama vijana, imeleta vibe unaona, umeona watu yani wasanii ambao, mmoja watakaa pamoja, imekuwa <tutu> yani yani na Harmonize kajalo maliona hey, ni ni. O, o, o, o, eh hey, ni ndio na jana alikuwa amkumbatia mwingine. Umesema la ajabu? Eh, anaitwa Raji. Ah, la ajabu. Eh. Naye sukari <todak> na. Eh, naye ni sukari bwana. Kama wanapendana wapendane. Eh, kama wanaweza kupendana unaona, lakini hivyo vitu yani hakuna <todak> sehemu wangekutana mm. kama si hapa. <todak> lakini hiyo yote inaonekana nguvu ya Lamata, ambapo ndio inakutanisha wasanii wengi unafanya nani? Ni nguvu ya mashindano yenyewe ila Lamata. Raundi kwanza wanahitaji wapewe tu. Amsha amsha sana, afu unajua wa me, wame collaborate kuna watu wa wauazi wa sana wamekuja hapa wa wote wa wale timu, kwa hiyo imekuwa yani, ni experience ya tofauti sana. Timu yangu hii ambayo itacheza leo, tutachukua fomu mapema, tutalipa mm -hmm. mapema ili tuweze kuchukua ile fomu. Mmechelewesha kusikia taarifa au mlishindwa kulipa hela ya kiingilio? mimi nilia Najiuliza kina Singeli, kina Shalomba, kina Singeli nani meja kwa najuliza, umepata taarifa comedy ilivyo na tumetoka kwenye matunzo tumechukua hela vile milioni eh, no, hata wewe hasa nyinyi mmechelewaje kupata taarifa kwamba mnatengwa, lakini bila kulazwa, utabiri wako kwa kumalizia, utabiri wako JSP na Badnesha. Leo wanashinda kabisa, a lakini inaonekana kama wanatumia nguvu fulani za ziada ili kupita pita mara sio, wamewatoa shuru ambao wamewafanyia hujuma na vitu kama hivyo. Wewe leo, hiyo hujaiona? Hujuma ni nzuri kama inaleta matokeo chanya, kwa hiyo leo. Ila wale wanashinda wao, wanashinda sisi tunavyoshinda, na wao ndivyo watavyoshinda.